Akana, akana. Na, ni, ni, ni mali yetu tumemtengeneza sisi wenyewe, kama nakumbuka alishai kuwa mchezaji pia akaja kuwa mwalimu wa golikipa, lakini pia sisi ndo uh, klabu ya kwanza kumwamini Juma Kaseja. Wakati nyie waandishi wa habari na wachambuzi mnaamini kabisa kwamba Juma Kaseja hastahili kuwa eneo lile, sisi ndo tulikuwa kwanza kumwamini Juma Kaseja. Kwa hiyo ametuhakikishia kwamba yupo pale nampaka sasa hivi kikosi na kisajili yeye. Juma Kasoja ni wa kwetu na house lakini aa, aa, ukocha ni ni, ni biashara. Anaweza kamua kwenda klabu ambayo inampa donge nono lakini kodisisi, kwa sisi kwa matakwa ya kimkataba tayari tunaye mkono ni Juma Kasoja. Kama mwenenda kutalii championship? Ah, siwezi kusema hivyo kwa sababu kule pia kuna vilabu ambavyo ni shindani sana. Yes, tunaona sasa hivi kuna standi kuna stendi yupo, stendi ambayo sasa hivi tunaona ana masof pia lakini pia tajeita na tunamsubiri kati ya prison au au, unaona. Kwa hiyo hatuwezi kusema hivyo, lakini eh, eh, kitu ambacho kitatufanya sisi tuendelee kusalia au tuwe mabingwa wa championship ni ku, kuimarisha kwanza kikosi yes, kuimarisha kikosi na kufanya tushinde kila kila mchezo au kwa namna ambavyo umeitazama Simba kwa siku ya leo ikiwa inaelekea kwenye mchezo wake wa dabi, kwanza kwanza nitasalia hapa, nitasalia eh, nikiwa mwana michezo napenda sana dadi chezo, ili kila anayechukua ubingwa au hata sisi tushuke, tushuke, tujue kabisa kila mtu kacheza michezo 30 lakini, kwa ubora ambao umeonyesha Simba, kwanza ameshinda mechi, lakini kacheza na timu ambayo tayari haina cha kupoteza kukumbuka hicho. Kwa hiyo hata tukicheza na nani, wewe mwenyewe umeona mechi na Mungu ilivyokuwa ngumu, na Mungu leo kashinda goli 4 kama sio tano, nakumbuka umeona, lakini kwa sisi yani kucheza na timu ambayo tayari haina cha kupoteza ni ngumu sana. Jana, eh, kocha wa Simba Matola, kwa maana sisi hatuna cha kupoteza. Nikuona hata leo na watu wote tuko relax kabisa, na mchezo umekuwa mgumu. Kwa hiyo tungekuwa na pressure ya, ya, ya, ya kutaka kwamba yeye iza tusalie au tushuke, mchezo ungekuwa mwepesi sana kwa Simba, lakini leo hii tumeingia weupe na kweli mechi imekuwa ngumu. Asante sana.